Mheshimiwa Waziri, jukumu langu ni kukukaribisha na wakati unanipa maelekezo kwamba unataka kuongea na wafanyakazi, kwa kweli nilikubali bila kujua ajenda yako hasa. Mheshimiwa Waziri na watumishi wenzangu, nimetumika tu kuandaa hichi kikao na bila shaka mko tayari kumsikiliza Mheshimiwa Waziri, na bila shaka baada ya kuongea na nyie ndio nitajua, uh, nini mtamimi kutoa vote of thanks. As of now nisiharibu kikao chake kwa heshima na taadhima ua watumishi hawa wako tayari kwa kukusikiliza, Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kutupa afya njema, uhai na kuwezesha kukutana hapa mchana huu, ikiwa vizuri kabisa. Katibu mkuu, nakushukuru sana kwa kufanya maandalizi ya kikao hiki. Ni kweli nilikutaka uitishe kikao hiki, anasema hakujua ajenda. Ajenda ni kusalimiana na, na watumishi. Kuna ubaya katibu mkuu kwamba tunakaa mbali hatuonani Kumoja moja moja tunakutana tunasalimiana, si ndiyo ndugu zangu? Eh, naona sura hizi zote zina furaha, zina huzuni kama zina huzuni, zina kama furaha zina zinamaanisha nini, kama zina zinamaanisha nini? Bila hata kusema, kwa kuangalia tu nyuso zenu najua mengi. Kwa moyo wa shukrani nasimama mbele yenu leo kuwashukuru na nadhani kuwaaga nikiwa namaliza muda wangu wa kikatiba wa kuhudumu kama waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa katika serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayotarajiwa kumaliza muda wake baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Kila serikali inaingia madarakani kwa uchaguzi mkuu, si ndio ndugu zangu? na ikiingia madarakani inakuwa na muda kwa miaka mitano, inaingia tena serikali nyingine kwa muda wa miaka mitano. Kwa hiyo kila serikali ikiingia inajipanga upya ki kiuongozi. Watumishi mara nyingi wanabaki wale wale, lakini viongozi lazima kutambua ukweli kwamba serikali iko kwa miaka mitano na viongozi wa awamu hiyo husika wanachaguliwa kwa miaka mitano ninaona ni nafasi hii kuwa ni ya kipekee kwangu mimi na ndio nimuni katibu mkuu, ya kutoa shukrani zangu za dhati kwa kila mmoja wenu kwa ushirikiano mkubwa, kwa kujituma, kwa uadilifu na kwa moyo wa kizalendo mliouonyesha wakati wote wa utumishi wetu wa pamoja. Tumefanikisha mambo mengi makubwa na madogo, si kwa juhudi ya mtu mmoja, bali kwa kujituma, kwa mshikamano, kwa weledi wa kila mmoja wetu. Kila mmoja katika nafasi yake anao mchango katika taasisi yoyote, bila kujali nafasi, bila kujali cheo, kila mtu, ndio maana anakuwa sehemu ya taasisi. Ninawashukuru na kuwapongeza kwa dhati na Waswahili usema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kauli hii imejidhihirisha wazi katika utendaji wetu, na hapa naomba nirudie usemi wangu ambao wa huwa nausema mara nyingi. Huwa napenda kusema kuwa hata ukiwa na uwezo mkubwa kiasi gani, ni vigumu kufanikisha mambo peke yako, hususan mambo makubwa, hata ukijigamba kuwa umefanikisha peke yako, uhalisia utaonesha kuwa ipo michango ya waliokusaidia au ndio shirikiana nao. Kwa hiyo natambua mchango wa kila mmoja wenu, majenerali, makamishna, maafisa wakubwa na wadogo, maaskari, watumishi wote wa umma na wasaidizi katika ngazi mbalimbali, na hivyo sina budi kuwashukuru sana. Mimi nawashukuru sana sana. Napenda pia kwa heshima kubwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuniamini na kuniteua kuhudumu kama Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa mara mbili mara ya kwanza ilikuwa ni kuanzia Septemba mwaka ishirini na moja hadi Oktoba mwaka ishirini na mbili ambapo nilihudumu kwa mwaka mmoja, na mara ya pili kuanzia Agosti 2023 uh, hadi sasa ni Oktoba 2025 ambapo nimehudumu miaka miwili na kidogo. Kwa hiyo, kwa ujumla nimekuwa katika sehemu ya wizara yenu kwa miaka mitatu. Ni heshima kubwa isiyo na kifani ambayo nitaienzi siku zote. Na viongozi huaminiwa, lakini kinachothibitisha imani hiyo ni fursa ya kuendelea kuhudumu, jambo ambalo litaendelea kuwa ni sehemu ya kumbukumbu kumbu ya maisha yangu. Na kufanya kazi na nyinyi, nimefanya kazi na Katibu Mkuu kwa meli Nakushukuru sana katibu mkuu, nimefanya kazi na nyie makamishina wote kwa mengi, na tumeweza kufanya mengi. Wakuu wa vitengo na watumishi wote, ninawashukuru sana. Pale nilipo wahitaji, mlikuwepo. Pale palipotakiwa kukimbia, tulikimbia. Pale palipotaka kucheke, tulicheka pake pale paliponihitaji kukunja sura, nilikunja sura, na hiyo ni sehemu ya utumishi. Kuna wakati utakunja sura, kuna chaki, una wakati utakimbia, kuna wakati utarelax. Kwa yote hiyo ni pakeji nzima hususani ya kiongozi. Na pia namshukuru Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa uongozi wake mahiri, miongozo yake yenye dira na maono mapana na uwekezaji mkubwa katika sekta ya ulinzi uliowezesha mafanikio makubwa ambayo sote tunajivunia. Unaweza kutamani kupata mafanikio lakini usiweze kutokana na kukosa bidii, kutokana, kutokana na kukosa nyenzo na kutokana na kukosa msukumo unaokufanya uendelee. Kwa hiyo katika kipindi cha uongozi na utumishi wetu hiyo miaka mitatu ni niliyoisema tumeshuhudia mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wake lakini pia chini ya kujituma kwetu. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunajipongeza sisi wenyewe, kwa sababu unaweza ukawezeshwa na usifike mbali. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Nikiwa naelekea mwisho wa kipindi changu cha utumishi Siwezi kuondoka bila kugusia jambo moja la kihistoria. Ilikuwa ni heshima kubwa na ya kipekee kwangu mimi kuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Tanzania kuteuliwa kuwa waziri wa ulinzi. Nafasi hii haikuwa rahisi. Najua wazi kuwa wakati wa uteuzi kulikuwepo na baadhi ambao hamkuwa na imani kama mwanamke angeweza kuimudu au kumudu majukumu ya wizara hii, lakini kwa neema ya Mungu na hasa kwa ushirikiano wenu tumefanya mengi na tumedhihirishia taifa na dunia kuwa uongozi na utendaji wenye tija na mafanikio haujali jinsia, bali unajengwa juu ya maono, kujituma, weledi, mshikamano, ushirikiano na uzalendo. Katika hotuba yangu nitahesabu nitaona neno ushirikiano nimeitumia sana, kwa sababu ninaamini katika ushirikiano, teamwork ni muhimu sana. Katibu Mkuu, sisi tumeweza kufanya yote haya katibu mkuu, kutokana na timu, kwamba kila kitu tumekuwa tukifanya kwa timu, lakini kiongozi pia unatakiwa uwe tayari kupokea ushauri kwa unaowaongoza kwa yote haya yametokana na ushirikiano na mshikamano. Natumai kuwa imani hii ya rais na Amiri Jeshi Mkuu kwangu kuniteua kushika wadhifa huu na uzoefu uliotokana na mimi utakuwa mfano, chachu kwa wanawake na wasichana wengi kuamini kuwa wanaweza kushika nafasi yoyote popote kwa weledi, kwa kujituma uadilifu na uzalendo, lakini mimi ni mfano mdogo sana. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ni mfano wa kishindo na wa kupigiwa mfano, kama rais na Amiri Jeshi Mkuu hajatetereka, amekuwa kiongozi hodari, ameiongoza nchi yetu kwa uhodari mkubwa sana, katuvusha kwenye changamoto nyingi na kaiwezesha nchi yetu kuimarisha amani na kupiga hatua kubwa kimaendeleo. Sisi wote ni Watanzania, sisi wote ni watumishi. Makubwa yaliyofanya tumeyaona, sina sababu ya kuyaeleza. Na katika kipindi hiki cha uchaguzi hata yale pengine ambayo tulikuwa hatuyafahamu katika sekta mbalimbali tumepata fursa ya kuyasikia na kuona kwamba kweli mambo makubwa yamefanyika. Lengo la mimi kukutana na nyinyi leo kama nilivyosema ni kutoa shukrani. Katika jamii yoyote changamoto haziwezi kukosekana, ikiwa ni pamoja na kutofautiana, ikiwa ni pamoja na kukwazana. Pale ambapo kujitokeza sintofahamu ya kutoelewana, naamini vilikuwa ni viashiria vya ari ya kazi, na pale tulipokoseana ni kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, tusameheane tuendelee kupendana na tuendelee kuwa wamoja. Ndugu watumishi, katika kipindi hiki tunapoelekea uchaguzi mkuu, ni muhimu pia tukakumbushana pia kuwa tukakumbushana kuhusu wajibu wetu wa kikatiba kama raia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania, na lakini kwa mzalendo ni zaidi ya haki ni wajibu mahususi. Natoa wito kwa kila mtumishi wa wizara ya ulinzi, na naamini watumishi wote wa wizara ya ulinzi ni wazalendo, wakiwemo wanajeshi na watumishi wa umma, kujitokeza kwa wingi kushiriki kikamilifu katika zoezi hili la kizalendo. Tufanye hivyo kwa nidhamu, tufanye hivyo kwa heshima, kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa na misingi ya uti ya utiifu usio na mashaka kwa mamlaka halali. Kwa kufanya hivyo, tutaendeleza tunu za taifa letu na tutasimamia misingi ya haki, usawa na demokrasia ambazo ndizo nguzo za amani na mshikamano tulionao leo. Naomba ni mnukuu rais wa kwanza wa taifa huru la Afrika ya Kusini

tulioifanya katika maisha ya wengine ndio inapima umuhimu wa maisha yetu. Aidha, nuku ya pili ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Nyerere ambaye aliwahi kusema kwa busara, Tanzania itajengwa na Watanzania, Watanzania walio tayari kujitoa kwa moyo wote, kwa utii, kwa mshikamano na kwa uzalendo wa kweli. Kauli hii sio tu ni maneno ya kutia moyo, bali ni wito wa kizalendo unaogusa kila mmoja wetu, hasa sisi tuliopewa dhamana ya kulinda na kuimarisha ulinzi na usalama wa taifa letu. Ni viapo vinavyotufundisha kuwa utumishi wa kweli unahitaji moyo wa kujitoa, uadilifu, utii na uaminifu kwa mamlaka na kwa taifa lako. Kwa msingi huo nawaagiza siwaomi, mwendelee kulinda misingi hiyo kwa nidhamu ya hali ya juu na kwa moyo wa kizalendo na usiotetereka. Pia tazame yajayo kwa matumaini, mshikamano na moyo wa uzalendo kwa ajili ya Tanzania yetu pendwa. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza, niwashukuru sana kwa kufanya kazi na mimi kwa upendo mkubwa na ushirikiano. Na mafanikio tuliyoyapata tuyalinde na tuyadumishe, mafanikio tuliyoyapata. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania na Mungu ibariki Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zake. Asanteni.